Sasa tukija kwenye hekaheka, jamani, Msambaa yeye mume wake Msambaa basi bwana huo wifi, wifi ulipelekea mpaka baba mmoja kumwamini sana huyo wifi ambaye alikuwa akimwita mke wake wifi, lakini mm. badala yake, yaani mwisho wa siku ameenda kumkuta nani mke wake, umauti umemkuta mm. tena naweza nikasema umauti ambao, yani sijui nisemeje, sijui niseme kifo kibaya kiukuli cha kinyama Sababu ni mama amefanywa unyama, kwa sababu anavyoonekana tu, kwa jinsi mume wake alivyomuona, na mtu yote pia angemuona, angejua kwamba udada amefanywa vitendo vibaya vya kubakwa, lakini hata hivyo wabakaji hawakutosheka, wakamuingizia na mjiti katika sehemu zake za siri huyo mama, wakamtoboa macho yale. Amemkuta mke wake kikweli, kafa kifo kile cha kupedhehesha. Lakini msikilize mwenyewe kwamba huyo baba, jinsi mke wake alivyo alivyotoka, yani alivyomkuta akiwa na huyo mtu ambaye anamuita wifi, wifi, wifi wa mjini, mjini tu ilivyokuwa tumsikilize. Siku ya tukio ilikuwaje? Okay, ilikuwa tarehe tisa kwenye mida kama ya saa mbili na nusu kwenda tatu e, mi nitoka kazini katika kue fika nyumbani nikakuta mke wangu hayupo wa nyumbani, kwa hiyo ikabidi mimi nikasema, huyu kwa sababu mara nyingi huwa mchana akishamaliza kula huwa anatoka matembezi, nikasema, ngoja nitoke niende nikamwangalie alikokwenda kwenda kwenye matembezi kwenda kwenda, nikamkuta sehemu amekaa na mtu ambaye nasemekana ni wifi. Kwa hiyo mimi alivyoniona tu akanyanyuka akaja kuni kunilaki pale pale, akanambia bwana, nimekaa pale na wifi yangu. Je, unaweza ukakaa na sisi? Mkambia hapana, mimi sasa hivi naenda, ukaa pembeni na wa, wanaume wenzangu, nyiwe kama mnaendelea kuendea, endeleeni ehe, eh. Sasa kilichokuja kutokea baadaye, muda sio muda, mi nimekaa na jamaa zangu, naona anakuja wifi mtu anaambia bwana, sasa hapa tulisha kaa muda mrefu, mi bwana, fedha ninayo, nataka tuondoke na wifi yangu, nataka tuende sehemu tuendeleze kinywaji. Namfahamu mi nikamwambiaje saa hizi mbona ni usiku, mnataka muondoke mwende wapi? Kwa mm. kweli naona hapa tukiagiza pombe atupewi, kwa hiyo nataka tutoke tuende sehemu tukaendelee na kinywaji. Mimi nikamwambiaje, lakini sasa hivi muda sio mzuri muda sio muda mimi nikasema ngoja niangalie hao watu, je wapo kutoka? Nakuta wote wameshatoweka. mimi yeah. mm. nikasema kama hao wameshaondoka, ngoja mimi yeah. niendelee maongezi kidogo afu niende zangu nyumbani. Kwa hiyo kwa kwa kweli nilikaa pale muda mfupi tu nikatoka, nikaenda nyumbani usiku wao kwa mchana, ilishakuwa ni usiku kama tunaelekea saa tatu tatu kuelekea tatu na nusu, fika nyumbani nikaoga, nikaandaa chakula nikala, nikalala kwa kwenye muda wa saa tisa nika nikaamka, kuangalia kitandani, simuoni. Kwa kweli nikaona, huyu ina maana huko walikokwenda hizi pombe kwa labda lazimamjia, basi atakuwa ameamua labda kulala na wifi yake. Nikalala kwa kweli mpaka asubuhi. Kuamka asubuhi nikanawa, nikasema, ngoja huyu mtu kwa vile akurudi, niende nikaangalie na kwa yule mtu alikokwenda kulala na wifi yake. Basi yule mm -hmm. baba akatoka kwenda kwa huyo wifi yake nyumbani kwake. mm -hmm. Kufika Gonga nikaingia ndani, kuingia nikakuta watoto nje wanacheza, nikawauliza wale watoto, mama yuko ndani? Akasema ah, mbona katoka na wenzake wamesema wanaenda kuzimua pombe. Basi nikasema ngoja basi niwe na na shughuli zangu zingine ndogo ndogo, nisum kwa vyote atarudi. Basi nikatoka nkenda sehemu kulikuwa na kishughuli fulani, nkaenda ukifanya muda wa saa tano kuelekea saa sita, nikaona kuna mzee mmoja jirani yangu anakuja, na nikimbilia nifikia tu akaniuliza, vipi, kuna taarifa zozote? Nkaambia taarifa za kuhusu nini? Akasema taarifa zilizopo hapa, kimbia nenda sehemu fulani, kuna karibu na shule ya Gome Secondary School utaona watu wamejaa. Nimeona kama kuna kitu kiko pale kinakuhusu, wenda kaone kwao. Nikatoka pale nikanakimbia hapo sijaelewa chochote, nakaribia eneo la la, la shule hivi, naona watu, kikundi cha vijana kama sita wanakuja wananifuata. Kwa kweli, nilichokifanya nikasimama, kusimama, wale vijana wakaja wakanikaribia kunifikia, wakanishika. Akasema bwana, tunakuomba ukaze roho, mkeo kesha fariki. Kambia, kwani kuna tatizo gani? Wakasema we twende, wakanifikiria mpaka nkaenda nkakuta mwili ulipolala kwenda kuangalia, kwa kweli nkakuta sehemu zote za masikia anatoka damu, macho yametobolewa, sehemu za asili wamemsokomeza miti. Basi kwa kweli yani, nikaanza kulia kidogo, ndio watu wakanishika. Huyu bwa mdogo alikuwa naye kesha afika pale, ndio akanishika, akasema, naomba uwe mvumilivu, twende sehemu kwanza, ukakayo utulie kwanza. Basi tulitulia pale kitu kama dakika ishirini, muda sio muda akaja mkuu wa kituo fika pale, akanipa pole, akasema zimwende kituo cha polisi kuna kunaizo. Okay, jinsi ilivyokuwa mpaka mara ya mwisho nilichokuwa nakifahamu. Basi muda sio muda, kweli nikaona gari imekuja na askari wengi, meshapakia maiti kila, tukatoka nikapandishwa juu ya gari, tukaondoka kwenda Mwananyamala. Sasa kati nazungumza na huyo baba, nikamuuliza wakati huo tayari wewe umeshakutamkiako katika hali hiyo tayari ameshauawa, uh, yake alikuwa wapi, labda mliwasiliana au kuna... Ehe. kwa kweli nilijaribu kumuoji, yeye akasema o, mimi niliona bado ni mapema, nikamwachia na kuna wanaume tulikuwa nao ambao ndio walikuwa wanatununulia bia. Kwa hiyo mimi niliona hao wanatosha watamfikisha. Mimi wakati huo ishakuwa ni usiku, nikaona kuweza kumsindikiza nilishindwa. Kwa hiyo wan, wanaume wawili wakisaidiana na sungusungu ndio waliomsindikiza yake vizuri, nilikuwa namfahamu, lakini sasa mm -hmm. ni, ni aa mawifi tu, rafiki wa kujua kwamba huyu anaishi na kakaangu wa mkoa mmoja ah hey. kabila moja hey, mm -hmm. kabila moja. Mpaka leo ndio ameshikiliwa na siku yetu ilipomfikisha tu akaamua, wakasema bwana, atumlaze hapa, tunampeleka kwenye faili wapi, wazi mahakamani, mpaka leo haijafika na sisi tumejaribu kuendelea, yani, toka tulipompeleka tuseme, kwa sababu kulikuwa na mahojiano ambayo walitegemea wamhoji. Mahojiano pekee yake yamechukua karibu wiki, hawajamhoji. Ndio ikabidi yule DC akatupigia simu kwamba jamani, leo ndo tunamhoji. Kwa hiyo kesho kutwa yake mji kweli, kesho kutwa yake tulienda na huyu bwana mdogo mm -hmm. tulivyofika pale, tukaongea na mwenyewe nani DC akasema, bwana, tumemhoji lakini yeye ametutajia kwamba pale kwenye baa ya Songa Mbele watu ambao walikuwa wanamsumbuasumbua, wana, wana, kati wakati tunakunywa pombe pamoja na nani, walikuwepo jamaa vijana wawili wa jikoni ambao ni wajomba zake na mwenye baa, hao ndio na ndio waliomsindikiza mwenye alishachukuliwa nani huyo? Hao vijana mpaka saa hivi walishakimbia? E, bado mpaka saa hivi iko polisi. Lakini sasa tuki, yule mpeleleza alikuwa hapa katikati ametuambia kwamba wanafanya mpango wampe mzamana, kwamba wanasema si tutaendelea tuta kumweka kwamba tutaendelea tuta kumweka hapa kip, kip, kipolisi kutokana na maelezo aliyotupa, tunaona tumpe mzamana at, atoke. Lakini mimi ndio nkaambia kama akikimbia kwa sababu huyo mtu alikuwa ameshatoroka Ukumbuke kwamba huyu shosti kwenye msiba wala hakwenda, huyo wifi mto mm. hakwenda, na hapo alipokuwa amekaa nasikia alihama, akawa kama yuko yani anakaa sehemu kama za kujificha jificha hivi. Kwa hiyo ni jitihada zake mwenyewe huyu mume wa marehemu kutaka tu kufuatilia atampata wapi, yuko wapi, ndio akaja akaweza kumkamata yeye na akaweza kumfikisha kitu. Uone, naelewa, lakini ndio hivyo, alikuwa akimuuliza, ndio maneno ambayo alikuwa anamjibu hayo kwamba wao sijui tulikuwa tunakunywa na wanaume, baadaye wakaondoka, wakamsindikiza na nini. Ndio matokeo yake, mwenzake akakutwa yuko katika umauti, tayari umeshamfika mm. Ehe, sababu amemkuta kumbe walimvunja na miguu hiyo marehemu eh, walimvunja mguu kama hivyo, walimtoboa macho, alikutwa hana nguo hata moja, na ndio mambo mengine kama hivyo, yani mtihani ambao umempata huyu baba mm. Ndio hivyo ilivyokuwa. Yani mbinafsi kwa kifupi, mi binafsi hmm, nimekosa mbinafsi cha kusema. Mtihani mzuri mm, kwamba wameshazika wenyewe, na yule shosi kashapatikana. Ehe, iko kituoni bado, nafikiri sio uchunguzi unaendelea, kuhojiwa labda aseme alikuwa na nani, yani ndio hiyo. David Felician anasema kwamba upande mwingine hata huyo baba naye ana makosa. Kwa nini alimruhusu mke wake aondoke usiku? Au mapenzi yao ndio alikuwa siyo mubashara, anauliza. Pole kwa huyo baba. Kwa nini binadamu tumekuwa na roho za kikatili namna hii? anauliza. Batazari Riwa, tabia kuitana shemeji siipendi, ujamaa kukutana ukubwani. Yamewahi kunikuta, rafiki yangu kanichukulia mume wangu. Fatma Makolombo